Rais Ruto leo alipokewa kwa msisimko wakati wa ziara yake eneo la Mlima Kenya, ambapo wakazi wa kaunti za Laikipia na Nyeri walijitokeza kwa wingi kumkaribisha rais. Alianza ziara yake ya siku tano katika eneo hilo, amewahakikishia wakazi wa Mlima Kenya kwamba hatawasahau. Baadhi ya wandani wa Gachagua walionekana kumshabikia Ruto kwenye ziara hiyo, wakiahidi kufanya kazi na serikali. Mwandani Agosho Gaino Mwega na Nyuki, kaunti ya Laikipia. Bwana Yesu asifiwe. Mamia ya watu wakijitokeza kumlaki rais William Ruto katika siku yake ya kwanza ya ziara ya wiki moja katika eneo la Mlima Kenya. Rais Ruto akivamia ngome za aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua, akipiga kambi katika kaunti ya Laikipia na maeneo ya Kieni na Naromoru, kaunti ya Nyeri. Rais Ruto ambaye alizoa kura takriban milioni tatu kutoka katika kaunti kumi za eneo la Mlima Kenya akisema hatalipa wema kwa uovu. Kura yenu ndio tunatumia kutengeneza serikali hii. Ni kweli ama si kweli? Kwani nyinyi mnafikiri mimi ni wazimu, nikasahau ati, nikasahau mahali nimepatia kura zenu? Mimi nataka niwaeleze ya kwamba maneno ya Nyeri katika serikali hii mtu ya kuulizwa namba 1 ni mimi. Kwa sababu nini? Mliniheshimu, mkanipatia kura zenu, na nitahakikisha barabara zenu lazima zijengwe. Kuna watu naona wameanza kunishauri shauri, hata sijui ho wewe ukai kama unapigana na rais vizuri, sijui wewe ukai kama unabishana na rais. Kwani tangu siku gani kazi ya naibu ya rais imekuwa ya kupigana na rais? <muchas> Rais Ruto akiongoza safu ya mashambulizi dhidi aliyekuwa naibu wake, akimtaja kama mkabila na mtu asiwaambia ati o kuna njama sijui ya kubagua nani. Mimi nataka niwaambie ya kwamba hii Kenya hakuna tena siasa itaendeshwa ya ubaguzi ama chuki ama ukabila ama kutenga watu wengine. Sote tunaungana kwa pamoja tuweze kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Baadhi ya wandani watoka nitoke wa Gachagua wakionekana kuongoza msafara wa kumsifia rais, wakionyesha dalili za kuvuka sakafu na kuganda na serikali. Kwa nyinyi mnajua mimi saa zingine husema kama mbaya mbaya, leo si, sisi tunasema Rais amefanya vizuri kutuletea nini, maendeleo na Nanyuki Moriega, yeah! Hapo awali Rais alizuru maeneo bunge Laikipia East na North, akizindua baadhi ya miradi ya maendeleo ikiwemo ule wa umeme kwa maelfu ya wakazi wa Laikipia pamoja na umeme kwa nyumba elfu kumi katika kaunti ya Nyeri. Ziara hiyo inaendelea hapo kesho Jumatano. Emmanuel Toruninga ya Citizen.